Maelfu ya wasafiri wanaotoka kwenye kisiwa cha Mombasa hadi kusini mwa pwani siku kutwa wamekwama katika maeneo mawili makuu ya kuabiri feri, na hata wakati tukienda hewani tunafahamishwa kwamba hali ilikuwa sio hali eneo hilo, huku wafanyikazi wakikaa ngumu na kurejea, kurejea kazini na kusambaratisha juhudi za usafiri kabisa. Mwanahabari John Juma amekuwa eneo hilo mchana wote na ametuandalia taarifa ifuatayo. Ndiyo taswira kamili katika kivukio cha feri kinachounganisha kisiwa cha Mombasa na Likoni na maeneo mengine kusini mwa pwani, watu wakitumia dau ndogo ndogo kama hii ambayo ilikodishwa kwa minajili ya kuvukisha jamaa waliokuwa wakisafirisha maiti kutoka Likoni kuja Mombasa kwa maziko. Haya yote yamesababishwa na mgomo wa wahudumu wa feri wanaolalamikia mishahara duni. Sasa hizi maji yanazidi ya kuingia na mawimbi yanazidi ya kupiga. Sa, it's risky kwa sababu huwezi jua. Cheza fika katikati ka capsize. Katika kutekeleza mgomo wao waliabiri feri moja wakawa wanafanya mizunguko katikati ya bahari wasibebe hata abiria mmoja. Feri hii ilipojitokeza watu waliabiri wakidhani wangalivushwa, lakini wapi, walipelekwa katikati ya bahari na chombo kikasimamishwa hapo kwa zaidi ya dakika 30, kisha wakapelekwa katika kishukio kilichoko kwenye afisi za feri. Ng'ambo ile kuna wanafunzi kila siku wanavuka upande huu na wengine wako form four wanafanya mtihani, hmm. Na kama sasa watabaki kule itakuwaje, wa mtihani leo atakosa ama itakuwaje? watu wa feri hawajui kama kuna wagonjwa, kwa hivyo wangeangalia hata kama ni wale wagonjwa wawapeleke. Sisi hatuna wasiwasi nao. Afya ya wagonjwa ikazidi kuwa taabani, waliotaka kufika kazini lao likatumbukia nyongo. Wasafiri waliotoka hata Nairobi na waliokuwa wakielekea Nairobi nao wakakwama papa hapa, ikawa pigo hata kwa wafanya biashara. Tuvukishwe tu hapo, kwa vile hapa kuna watu vitu zao zinaharibika, wamenunua sasa bado na kazi ni huko na siwezi kwa laumu na wafanyikazi, ni msukumo mahali wamesukuma mahali, mahali ambapo unaenda mpaka anaona lazima nifanye hivi ili kilio changu kisikike huko juu. Mgomo wa wahudumu wa feri ni wa pili kukumba kisiwa cha Mombasa siku moja tu baada ya wafanyikazi wa bandari pia kugoma wakishinikiza ajira ya kudumu. Kadhalika, ni jana tu ambapo maafisa wa polisi nao waligoma kote nchini kudai nyongeza ya mishahara. Isitoshe, katika miezi michache iliyopita Kenya imekumbwa na misururu ya migomo ikiwemo ya walimu, wahadhiri na madaktari, na hivyo kuibua swali, je, ni taifa la wanaogoma? Tegemeo lao ni kwamba kutakuwa na muafaka kati ya serikali na wahudumu ili warejelee huduma zao, ndipo sa waweze kuvuka. Kadri wanavyosubiri ndivyo uchumi wao unazoroteka. Mali yao ikiharibika. Nikiripotia KTN kutoka katika kivukio cha feri jina langu ni John Juma.